Mambo vipi mkali, ambaye umechagua na unaendelea kuitazama Global TV this time, baada ya shamra shamra za kutosha kutokea uwanja wa kimataifa wa ndege Mwalimu Julius Nyerere, baada ya Kiba kuchukua tuzo na kuileta nyumbani, leo hatimaye double tree nipo na na na mkali Idris Idris Sultan comedian, ambaye ambaye anafanya vizuri sana. Wakati wakati fulani vitulizungumza na Idris, unakumbuka hey? Ulizungumza mambo mengi ilikuwa, ilikuwa ni kusifia, ilikuwa ni kusifia au kuchekesha <laughs> <na akiba. laughs> Kiba kwamba ndio mtu pekee ambaye anaweza kwenda peponi, amechukua tuzo ameleta una lipi la kumzungumzia baada ya kauli baada ya ushindi aa, na tuzo yake kuja nayo Kiba. Unajua ni musician mzuri sana, hichi kitu mimi nimeshakisema sehemu nyingi sana. Nilisema nadhani nilipokuwa Uganda, nikasema Kiba is a very good uh, musician kila mmoja, nika nikafananisha karibia watu wawili kwenye hivi vitu, umeshaona. Lakini ndio maana nasema kwenye industry kila mtu ana aspect yake fulani ambayo inahitajika, umeshaona. Kuna kuna fulani atakuwa machakari, umeshaona, kuna mwingine atakuwa mpole, lakini mm. In terms of talent, wana deliver vipi kwenye? Kwenye, kwenye society. Society inahitaji nini? Umeshaona, kama ingekuwa natoga kwa mfano, kama ingekuwa tu ni wewe unapenda chakula gani mfano, labda unapenda chips mai, let's say umeshanipata. Kwa hiyo ugali, ugali. Ugali. Ugali. Sawa, umekaza tu kwa sasa hivi, kwa, kwa ugali fanye mfano ugali. Je, kungekuwa kuna ugali tu duniani unahisi ingekuwaje, ingawaje ni chakula kitamu Isingekuwa sawa. Umeshanipata kwa, watu wanahitaji kupewa options tofauti tofauti, umeona? Ndio maana domana, kwenye industry sio lazima tch, mtu fulani asiwepo ili fulani aweze kuexist. Umeshanipata, lazima wote wepo ili kutengeneza ile balance, umeona? Kiba, Kiba is a very good artist, ni iko anaenda peponi kwa sababu naona mpolempole, mpole, nini, ingawaje sio mpole. Afu yani ni mkimya sana, ingawaje sio mkimya. Alafu ni ni anaonekana kabisa ni mtu wa Mungu sana ingawaje sio <laughs> so kama kama Kiba angekuwa ni type ya msosi? Yeah, ya msosi kama unaeza kuzungumzia sijui chips, Kiba yeah, angekuwa kwenye kategori ipi? Yani ya msosi, Kiba angekuwa tambi, kwa sababu tambi unaweza ukaishika hivi ikasimama, ukizungusha inazunguka, ukinyonya inaenda, unajua ile kombinesheni Kiba yuko katika kwa sababu yuko na kibukta hapa, umeona Kiba yuko na kibukta hapa, amekuja shwaki nzima. Watoto wanambia jamaa, njoni kwenye dina na mnakuja, si double tree, kuna dina fulani. Kiba amekuja na vibukta, ana maana gani? na kati kwenye nani yake, watu wanajua hapa, angepigia ile suti limeshonwa na nani sio, angelitupia sana. Lakini amekuja hapa anachukulia kama watoto tumekuja kulala hapa, lakini ndo Kiba alivyo. Maana tunamkubali Kiba kama alivyo, hivyo hivyo kwa fresh. Huyu ndo Kiba, amna haja yeye eh, nachomkubalia kitu kimoja He doesn't have to be somebody else. Unajua naweza nikawa naongea vitu vyote hivyo hata akachukulia utani na nini lakini point yangu moja ni kwamba Kiba ni Kiba. Ameshanipata eh? Hajamwiga mtu. Hajatafuta staili, sijui ya mtu fulani akaiga au nini. Yaani amekuja kimwenyewe mwenyewe. Kiba atakuja kwenye show atakuja labda na kibukta chake kama alivyokuja na kibukta chake sijui kama amekifua au kifua lakini amekuja nacho hapa. Kiba atakuja kama alivyo. Hata jali sijui nani atanifikiria nini au nini anachojali ni kazi yake atadeliver. Kiba mimi nitamtania vivyo hivyo ninavyomtania hata hapa ninavyoongea, lakini Kiba anaweza hata asinipigie simu leo, akanipiga hata baada ya mwezi baadaye, nione ile interview yako, nimekuona fala sana wewe jamaa. Umeshaona, yani he's just him, yani namaa. ni kama somo moja zuri sana kwa watu wengine hivi wa sasa wa Tanzania na Afrika nzima, kuweza kujikubali wao kama wao. Amnaja lete style yako kwenye society ili watu waweze kukopa na sio lazima uchukue style ya mtu fulani, au nani au nani. Kunakuwa hakuna originality, so I think he's one of the most original artists waliopo TZ. So, kitu pekee tu kizuri naweza kusema kuhusiana okay, na Kiba ukiachana na ile mingine wamesema ile ya remix ila mbele rudi rudi. Kiba Kiba akaja akaja kunania hapa siku ya leo kufurahia ya tuzo yake yeah, yeah. Lakini kungekuwa labda kuna mtu fulani pengine ulitamani naye angekuepo karibu yake, ambaye hujamuona, lakini yumo pengine labda. Yumo, yupo Jokate hapa. Yupo, yupo Jokate ndio kule. Ila najua tu kabisa hapa na uhakika Jokate amekuja na gari yake, Kiba amekuja na gari yake, ila kuna gari moja itapaki Double Tree aitaondoka <laughs> lakini wote wawili wataondoka <laughs> kwa sidhani kama Jokate atapanda bajaji, ila na hakika Kiba kwenye gari yake alikuwa mwenyewe, ila hataondoka mwenyewe, na hataondoka na mtu mwingine. Basi ni hayo zaidi ya ni, <Zaidia> ni, <laughs> ni so labda utambie kitu gani ambacho umejifunza katika utoaji wa tuzo zile, ulikuwepo kule mm. South Africa yeah, yeah. ulikuwepo na tuzo ya Kiba design, kama kuna vitu ambavyo vilitokea pale, labda kipi ambacho ulikijifunza na ambacho unaendelea kukijifunza sasa hivi kulingana na tuzo za MTV? Naongelea MTV mama, MTV mama. sidhani kama tuzo ya Kiba ilifanywa nyoka nyoko wala vyovyote yani, yani, e, vitu vya kunyonga nyonga na nini, sidhani kama ni kwa sababu ni tofauti MTV, ama uh, I think competition ilikuwa ni kubwa, na kwa artist wote wa bongo hakuna ambaye alichukua tuzo, kumbuka uh, ila mimi kila siku nasemaga kitu kimoja uh, MTV mama ambao tumetoka juzi, watu wanachukulia kama artist wa Tanzania tumefeli kuliko watu wote, ila mimi nahisi kama artist wa Tanzania tumeweza. Tanzania imefaulu Tanzania kuliko uh, ilivyowahi kufaulu nyuma, kwa sababu ndio kipindi pekee ambao artist wameenda zaidi hata wawili. Umeshanipata? yaani tunaonekana ni kitu ambacho watu hawaoni n yani, wanakazana kusema hajachukua tuzo, hajachukua tuzo, sio nani hajachukua tuzo, but I'm saying Vanessa na Vikenzo eh ah, ya moto Kiba Mondi, umeshanipata. Watu wote hawa tena ya moto wako wengi mle ndani, umeshaona. Na Vikenzo wako wawili mle ndani, yani watu wengi sana wameza kuonekana. Kwa nini hawajakiona hicho kitu? Kwa nini watu wanaona tu kwamba eti tuachukua tuzo na vitu kama hivyo? Hatakiwa waone kwamba Tanzania tumeonekana, tumeingizwa kwenye nomination, umeshaona. Kipindi cha MTV iliyopita walikuwa ngapi? Sio wawili tu. Sasa hivi wako ngapi? Ya moto, sio wako nne ongeza wawili na Vikenzo, sita, saba, nane, tisa. Saa hivi tumeenda tisa, kutokea kwenye wawili mpaka kwenye tisa, kuna saba moja imeongezeka hapa. A bwana, inabidi Watanzania saa ingine tu tuangalie kwa mbali kidogo, yani tusifikirie tu kwenye kuongea mabaya kusiana na vitu fulani, lakini kuna a lot of things ambazo zinafanyika ni positive, nabidi tuvione hivyo, tupongeze. Ndio kuna vitu tutakritize, lakini tupongeze pale panapohitajika kupongezeka neno yeah, moja kwa Tim Kiba, timu tim, wewe hapo, timu Idris, uliwaita vichaa Tim Kiba, yeah. <laughs> Tim Kiba labda una wa grup katika kategori gani? Waskechi sana <laughs> tim, kiba, tim kiba waskechi sana uh industry iko iko very fine, umezaa na mna haja ya kukechi kechi. Makosa anafanya ndio anajua, kiba atakuwa anaimba muziki muziki, kuna makosa yake pia atakuwa anafanya na yeye au kuna baadhi ya vitu ndio atahitaji labda kuambiwa hiki na hiki. Kwa hiyo mimi kama mimi kama vile ninavyojulikana kwa huwa sikomi, nitaongea pale ambako nitahitaji kuongea na pale ambako sitahitaji kuongea, nitaona ah, nipotezee. Kwa hiyo naona kama team team Kiba wasikechi sana, kwa sababu wana kechi, unajua nikiposiki kitu cha Kiba wana kechi wataingia humo ndani wataongea vitu, ingawa mimi naweza nisicomment, lakini nitakuwa niko zangu chooni pale ambako naimbaga, nitakuwa nalia, umeshaona kwa yani. Nahisi wasichukulie kitu vigumu sana. Mimi sasa hivi ambasada wa peace, kwa hiyo naomba tu amani kimtindo, yani kuwe na amani kidogo, ni hata nikiweza kutoka nje kwangu pa niweze kununua mwindi, yani hata angalau nisipigwe mawe kama walivyopiga mawe nyumba ya mama yake Wema. Yeah. Shukrani sana kwa time yako kwenye Global TV. Mtazamaji na ufuatiliaji tunamalizana na Idris Sultan best comedian in Tanzania ambaye anafanya vizuri lakini zaidi pia anajulikana kimataifa zaidi Afrika zaidi ni Don't inaotakiwa wakati mwema forget to subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Much respect kama kawaida to my big director Amani Madeba. Have a nice time. Enjoy.